Eh, nimekutana na ndugu yangu ameniona nimetulia, akaniuliza bro, vipi mbona umetulia peke yako na waza nini? Eh, nikamwambia bro, niko na mzigo mzito kwa akili nikupea uweze ubeba. Ananiuliza ni mzigo gani? Nikamwambia bro, shemege yako nimekuwa nayo siku katika ndoto anamtaja fundi sharaani kwa njia ya mapenzi hapa nilipo unaponiona nimechanganyikiwa vibaya sana, nimechanganyikiwa mno, sina cha kufanya kabisa. Anamtaja kwa njia ya mapenzi na kunikejeli mimi, yaani na kunitoa nishai, yani kuniaibisha kwa njia ya mapenzi. Nimeenuka nikakaa kwa kitanda nikamwangalia, hii ni ndoto ama ni macho yangu? Sasa hivi kumekucha, anajiuliza huyu ulikuwa naota ama na na ni nini ndio ulikuwa naota. Na shindwa cha kufanya sasa hivi, yani bro, nimechanganyikiwa mno, nimechanganyikiwa, sina cha kufanya hapa, maji yayapiti chaipiti.